Guys, welcome again wageni kwenye red carpet yetu ya Koma Podcast. Na kama kawaida kila siku ninasema, tukisema Koma, I mean kwamba komboa mazingira na vilevile vile pia tunakomboa maadili. Na kwenye red carpet yetu hii, jamani, mimi ni hosti wako, niite Pasi. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Gabo Zigamba, basi unakosa vipindi vingi vizuri sana vya Koma Podcast. Na leo tuko na wageni wetu mashuhuri kabisa, wamependeza, japo mmoja amepiga kitu cha kacha alafu mwingine amepiga unya mwezi fulani hivi karibuni. Karibu huku mrembo, karibu, karibu jiachie, jiachilie, umependeza sana. Asante you are so beautiful. Asante jamani. Wow, nini na, nahusika na makeup yako? uh, mm, mm, dada mmoja mrembo anaitwa Chunya. Okay, mm. Mimi fundi wangu anaitwa Salma designer. Wewe fundi wako? Asante. Okay. <laughs> Safi kabisa. Kaka karibu. Asante jana ah Asante sana. Sa asante sana. Kaka karibu. Asante sana. Asha, kaka unaitwa nani? Magolide. Magolide. Karibu sana, Magolide. Magolide ninaona una vitu vya gold kwenye meno. Kwenye red carpet yetu umevaa kwa ajili ya red carpet yetu au ndio uhal uhalisia wako? Mimi si unajua mtu akubadilika na mazingira mkali. Unasema mimi mtu akubadilika na mazingira. Ah, ubewa mkiwa pili mkiwa kwanza anataka kudai talaka. Asante sana. Jamani nimesikia <laughs> Umetisha sana Mungu, naelewa umependeza ah! I say, eh, ametisha sana Mungu nani? De Mungu dereva. Karibu sana. Asante sana. Unajisikiaje kuwa kwenye red carpet yetu? Eh, bwana, full hop mkali wangu. For? Full? Full hop, najisikia la. Safi sana. Ah, dada yetu mrembo, upo kwenye mahusiano? Ndiyo. Changamoto gani ambayo umewahi kuipitia kwenye mahusiano kwako kaona ni kubwa. Lazima umuvu ni wezi kuendelea. Uh, familia. Familia, mm -hmm. Ilikuwaje? Ya yeah, ni ndugu na maanisha ndugu kuingilia mahusiano. Ndugu zake ndugu zako? Ndugu zake. Ndugu zake hawakutaki? Sio hawanitaki lakini walitaka kutuendesha. Ah okay, sawa yeah. Utaelezea zaidi tukiwa huko. <laughs> Okay, umependeza sana kipenzi. Umependeza pia Mzee Asha. Mimi nakuita Ashante. Mr. Nite Mr. Ashante. Mr. Ashan Ashante as as uh ah, -uh, ah, Ashante. Ah, lakini sio muindi we mbongo si ndio? Mm. Eh, hey, Ashanti wa Bongo huyu, leo karibu sana. Unasema Ashanti, sawa. uh, <laughs> jaina kusumbua. <laughs> uh, maskini ya Mungu, pole. Mahusiano ndivyo yalivyo, anasumbua kwa nini, kusaliti mimi na mpenzi naye mpenzi yupo mtaani, jamani uh, kwenye red carpet yetu ya Koma Podcast leo tupo na Mr. Shante pia tupo na mrembo wetu hapa, wamependeza sana sana sana. Mimi ninakusisitiza wewe, kama bado hujasubscribe kwenye YouTube chaneli yetu ya Gabo Zigamba, basi unakosa vitu vingi sana vizuri, nenda ukasubscribe upate kujionea Kibana, karibu ndio neno la kiungwana na kila muungwana anapenda kusikia neno hili kipenya hasa kwenye nti zake za masikio. Huyu hapa ni mbuji na mshititi wa lugha au shina adhimu ya Kiswahili. Mwite Salim mwanangu wa Ahmed Gabo Zigamba na jina la kutafutia Riziki, ewe leo nimefurahi sana kukutana na mtu ambaye nampenda ninampenda, alafu kukutana na mtu ambaye mimi ndio shabiki yake. Yaani mimi namshabikia mjomba, asante sana. Mungu dele. Asante sana, <laughs> asante. Ewe, mimi nimefurahi sana leo kukutana na wewe. Ah, kuli kwangu hapa na dada yangu. Unaitwa nani vile? Mona Lisa. Mona Lisa. Mm. Kwa nini Mona Lisa? Sijui kwa nini zaza yangu alichagua jina. Na wewe ulivyokuwa ukaunganishana naye. Yaani kalipenda pia. Ee bana mezani kwangu leo hapa tuna kuna mada ya kwamba kuhusiana na sisi vijana, vijana wengi ambao wanakuwa wanafeli, lakini kuna vijana wengine wanakuwa nafaulu kutokana na faulu, nature ya wazazi, na kuna wengine sisi hapa watoto wa kimaskini, umefahamu vizuri, unajiita watoto wa mbwa, kwamba kufanikiwa kijana, tatizo ni mtu yeye mwenyewe au kufata exposure? Mibana, kufanikiwa vijana, mm, ni mtu mwenyewe, mtu mwenyewe, yeah. Umeona vile ambavyo mwenyewe utafanya mikakati yako unaweza ukafanikiwa. Ukisema usikilizie kama unasubiri zaka unafeli. Dada. Naweza so, nikasema hivyo pia kwa sababu so, tunatoka kwenye mazingira tofauti Dio. Tumelelewa kwenye mifumo tofauti Dio. Kuna ambao wamelelewa wazazi wao tayari wameshajitafuta yeah. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wameshawatengenezea njia za kufata, halafu kuna sisi ambao ni lazima kwanza tujitafute kwanza. Umesoma kama sisi au unatuchora wewe? Umesoma shule gani? Mimi nimesoma Kayumba. Umesoma Kayumba? Kayumba sio dali ya coming mommy am going. Hapana, sio kwa unatuchora tu hapo sisi, hapana. Mimi nimesomea Kayumba, endelea kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari mm. Kwa hiyo kwa mfano, kwa sio sio mfano kwenye mm. maisha yangu mimi ya uhalisia mm. wazazi wangu hawakufanikiwa kutu, kutuwekea ile mikakati au kutuwekea zile njia ambazo tungesema kwamba vinginevyo yes. Yani, exposure ni hii na hii na hii, ni mpaka mm -hmm. yeah. sisi wenyewe tujitafute, mm. tufike hapa tulipo. mm. yeah. Kwa hiyo tukisema kwamba mtu unasubiria exposure wakati wewe sio mtoto wa wafanya biashara Ndiyo. au wasomi mm. utafeli. Okay, kwa hiyo sio lazima mpaka usubiri exposure kutokana na na na na minajiri ya wazazi. Mjomba, asante. Yeah. Kwa nini vijana wanakuwa wanafeli? Kwa sababu wamebaki magetuni, wajaamua hawajajiamini, wamekuaje amekuwaji sahihi. Vijana mm. wengi wanafeli kutokana na wengi wanaogopa kutembea mm. ushaona Gabu mm. like me, mimi nimezaliwa Vingunguti ndio lakini nikaenda hadi Manzese ndio Kigogo kote, unajua kutafuta mwa mara au mwafaka maisha yangu. Nikaona itoshi, nikaenda tena South Africa ndio kote kupambania maisha yangu, sawa sawa, na kwa sababu nimelisi jina tu, sijani sina hata mm. chakulisi pale mtaani, si unajua, ndio kwa kukutana mm. e, naenda South Africa mm. naenda wapi, tunakutana na maisha ambayo mtu anakatiwa paspoti, si unajua zile, na ndugu zake wakulekule wanamkatia paspoti ili mradi ende, aende E, lakini mm. unakuta upambanaji wangu mimi mpaka naingia kule mm. ni tofauti na yeye na mtu fulani e, e, anamtegemea nani na nani sahi, yani ndio mm. maisha yale ambayo mimi nyumbani niliyakosa so, so. Namkuta mtu anaishi South Africa. Kwa hiyo unajua, ukiogopa kwenda sehemu fulani au ukiogopa kufanya kitu fulani mm. a huwezi ukatoboa so, so. Huwezi ukatoboa kutokana kama irogo ni niloivaa toka magetoni eh. Hilo logo hii mwanangu, kaka Gabu, mm. yaani mimi mwenzako naipenda kwanza, nikivaga tu nasikia raha, sawa sawa kutokana kutembea dai bwana kutembea la askari wangu kutembea, elimu. E, kutembea ni elimu, hata vitabu vya dini yenyewe vimeandikwa tembeeni, fikeni mpaka China sawa, sawa. China kuna watu wanapaa kweli, ujue, wale wanaongea wanainuka, wapo watu wale, si unajua zile, mm -hmm. sema kutoka nao jatembea utakataa, eh utakuambishi hey, si unajua zile hey, si unajua zile pale yeah. Yani kuna maisha mbali mbali slope, mm. na wale wapenda slope wale ndio unakuta namna gani wanakuja kuviponza namna gani mchongo <laughs> gani <laughs> hey. Mungu Mungu emaje. Kwa hiyo unakuta kuna maisha mengine unajitengenezea mengine, unayataka mwenyewe sawa. Maisha of course ni kujitengenezea kuyataka wewe mwenyewe umeataka. Kwa hey. kwa sababu gani? mimi nakumbuka story ambayo inawezekana mtu kwa mfano ndo. Ah, imetokea bahati mbaya mtu labda kaisha sahi, wanangu, ukiisha kule iko ukumbe unavyojitakia wewe, wewe unavyotaka, ndo utakuta na vile vile. hey. eh hey, lakini ukiwa umekaza mjomba. Say. Nini unamwaga unakuwa kama mtu wengine. Dada mm. sehemu gani vijana wanakuwa na feli kwenye kujitoa, kwenye kujitoa? yeah. Kijana lazima ujitoe, kijana lazima ujitoe, kujisacrifice kwa, kwa. sababu kujisa kama sisi watoto ambao sio loyal family. Loyal family mimi ninavyofahamu, kwa mfano, um, mtu kazaliwa baba yake diwani, siyo, mama yake nani nani mwalimu. mm. Sijui umelifahamu vizuri bwana, watu tunaita loyal family Ushanifahamu. Mm. wana mikakati na una mm. utaratibu Ndio. lakini kuna sisi ambao tulikuwa, hata ukienda shule, we nenda tu shule utajua mwenyewe e, e, ukirudi baridi, ukisoma we freshi, lakini tunataka tuone unavyoenda shule na kurudi nyumbani ehe, au sio bana? Ndio, kwa hiyo kujitoa, vijana wengi wanakuwa wanafeli, wanafeli. Asante vijana yeah. kwa nini wanakuwa wana wanashindwa kujitoa Yani, kwa nini mtu anashindwa kujitoa bwana? Mimi uoga, yeah. Kaka mm. vijana wengi waoga, yani mm. vijana wengi waoga. Mi nakumbuka mm, nimerudi safari yangu ya pili kurudi Bongo, sosei ya tatu mm, narudi, namfatilia mtu pasipoti, mi ndo naenda kumfuatilia pasipoti hadi kapata, mm. lakini mi nimeenda nimerudi, nimeenda nimerudi, yuko hapa hapa <laughs> anafungia maandazi ndani. Vijana <laughs> wengi ni wapambanaji, ila kitu ambacho kinakosekana ni exposure Exposure tunasema kwa maana ya muda haupatikani kwa wao kukaa ku brainstorm vitu kadhaa kadhaa vya kufanya na kujiendeleza katika fursa mbalimbali. Cha pili pia tunaweza tukaongelea watu, vijana wengi hawajapata watu sahihi ambao wataweza kuwaongoza kuwapa fursa kuwapa elimu kuwapa mbinu mbalimbali mbali mbali za kuweza kufanikiwa katika maisha. Lakini kingine ni ile kwamba watanionaje, labda mimi nikifanya hii kazi, kutokana labda na jinsi nilivyo, watanionaje? Hiyo pia nakuta inawaangusha watu. Hata wakaka wapo, hata wakaka wapo, wanachagua kazi. Yupo anachagua, unaweza kumwambia kwa nini usifanye kazi fulani, akwambia hapana, hiyo mimi siwezi, mimi kazi zangu labda ni kazi fulani au kazi fulani kwa mfano unaweza kumtolea mfano baba, kuna wenzako wanaenda wanaenda Ilala, hmm. Wana pointi nguo hmm. Wanazinyoosha, wanapeleka kali hmm. Kariakoo kuuza, anakuambia hmm. mimi siwezi dada. Wewe unachagua kazi mimi sichagui kazi, sichagui kazi. Sichagui, sichagui kazi kwa sababu mpaka kufika hapa nilipo nimeuza matunda barabarani. Ndio. Mm. Ya yeah, uh, sio ila kutembeza ila ninakuwa yeah, na kimeza changu K- kwa nini ukauze matunda na wakati kuna njia siku hizi shortcut tu na namna gani? si status, kwa kwa hivi na namna gani umejiposti watu waona hivi yeah, biashara walete yeah. kwa mimi yeah. ile ndo niliona kwamba itakuwa ni shortcut kwa sababu kuna mtu alinishauri kwamba kwa, kwa... nilikuwa nafanya kazi saluni, nimeajiriwa kwa mwezi nilikuwa nalipwa shilingi elfu hamsini na nina mtoto ni, na kwa muda ule mm, ilikuwa ni lazima ninunue poniponi mm, ilikuwa ni lazima ninunue sukari, ilikuwa ni lazima ninunue sabuni mm, pamoja na vitu vingine vya kujikimu mm. kwa hiyo nalipa ile elfu hamsini hiyo, dada alikuwa anakuja hapa ananiambia elfu hamsini kwa mwezi akaniambia eh, "Kwani siuze matunda? mimi nauza matunda sikosi mm. kosi laki mbili mwisho wa mwezi ndio. Na hapo katikati hapa aa nimenua ba poniponi za mtoto nikaona okay mm. kwa mwanzoni, niliona kwamba ni kitu kigumu, mtu apita asema ah, mbona unauza matunda barabarani mm. lakini kwa mimi nilisema kwa sababu

Mjomba chanda yeah. Ikuwape changamoto ambayo inakuwa ina, ina, ina, inafanya vijana wasiogope, yani kwa mfano sisi tunaojitoa na yeah. Tunawaambia vijana wenzetu wajitoe wapambane, au sio bana? Umetoa mfano kwamba mtu umemkatia pasipoti yeah. Sisi hatujakatiwa pasipoti, sio wenyewe tumekata, sio wenyewe kwa kiburi tu, inatokea mtu unamkatia pasipoti, unaondoka unarudi baada ya anayo ndani. Kitu gani ambacho tunaweza tukamwambia ili na hata mwenyewe kesho keshokutwa utaone, kweli mimi na feli, lazima nijitoe Eh, bwana, siwe mkumbo, afu unachoamua kufanya fanya. Hmm. kutoka nata sisi kipindi nakata pasipoti mimi naanza kuondoka na hmm, zile pasipoti za miezi mitatu yani. E, ukiweka ndani miezi mitatu, jua ikiisha ukachukua nyingine. Sawa sawa. nilikalia mwezi mmoja tu, hmm, kutoka kulikuwa na matatizo ya kifamilia. Sawa sawa. asa vijana kama wale pale sometime wanakopo kuna changamoto anazipitia. Kwanza, sometime unakuta vijana wengi wanakaa kwao mm. juu sema ungekopo mtule pale cha karamu, mara huku mara huku, huwezi ukaacha pasipoti ndani mwezi sawa sawa, kutokana na ile pasipoti laki tatu chumba miezi mitatu. Sometime unakuta yani, ut utumbo tu, mwanangu, si unajua <laughs> zi sawa sawa. E, yani yeah. Kwa sisi wakali mimi nasema dai bwana, mtu design hiyo mwanangu, sawa, hayakataa hayo maisha yani, hayakataa hayo maisha, sio kwa sababu yeah. Unajua kuna kuna kitu ambacho mimi naweza nika, nika. Unajua watu wengi wanachukulia poa, yeah. Watu wengi wanachukulia poa Umenelewa vizuri bana. Uh, mimi naweza nikawa unakuta on, on, labda nimevaa t-shirt sawa, nimepiga nime pama na nini, lakini we jina lako moja, jina lako hili. moja mimi nikanunua vitu vyote hivi <laughs> <sao, sao>. na saa hii saa hii saa hii na wewe <laughs> Gabo mkali kutoka na kulenyeswo ushaingia ingia, ndio unajua, ila mtu asoingia ajue, sometimes ukimwambia nimekameno South Africa atachukulia baridi, ndio so, binadamu tulivyo tulivo tunakadiliana sawa sawa, embea kiongozi uh. Unajua, kuna kitu ambacho mimi nataka ni nikiseme kwa vijana. Mara nyingi sana vijana wengi ambao tunakuwa tunafeli ni uoga. Mtu anakuwa anaogopa kujitoa, mtu anakuwa anaogopa kupambana, kwa sababu sisi ambao sio loyal family, lazima tupambane ili tuweze kusaidia familia. Haijalishi mimi napambana vipi, haijalishi lakini, lazima niweze kusaidia familia, kwa sababu hicho ndo kitu ambacho familia ita, itaniombea dua Mungu, Bwana, Mungu msaidie Mungu Saidi. Bariki. Ndio maana sisi tunasema hatuna vitani, hatuna madu. Maduka, hatuna maduka, ndio maana tutoki vitani <laughs> Mungu deliver, hatuna maduka kaka. <laughs> Eh, sometimes unashangaa tukimaliza namna gani, hapo kini namna gani namna gani, yote anakupoka bibi mkubwa. sawa sawa. So, unajua zile yeah. Mtani vigo vile vitatu vina namna gani, yani tupo hivyo eh. Si Mungu deliver, sawa sawa eh. Akishiba mama tu tumemaliza, asante sana hey. <laughs> Unajua, wajua msemo wako washandeshana umelelea vizuri na tuna maduka. Umeenda umeenda sana, sahihi kwa ila maana wewe una kitu unajua. <laughs> tu story tu story. yeah, yeah, ya yani, na mama wengi au dada zetu juu wengi, kama watoto nini watoto wamekuja kwenye shanti shanti, sema mama ameupenda sana mama kutoka na mama bwana wana marejesho. Ndio ndio maana wewe hatuna maduka, mama ameipenda vibaya <laughs> ah mama wana hasa na mambo yao yanaitwa hasa, ndio kwa wiki marejesho mara tatu <laughs> <laughs> Kwa hiyo akirejesha anashanda. Ah, ya, ya, ya, ya, ya, hatuna maduka Mungu, ah, Mungu saidia Tanzania. Tanzania eh, Mungu saidia kweli. Mungu mm, bariki. Mungu bari. Dada umesema kuna biashara yako nyingine unaifanya. yeah, Biashara ya nakopesha hela. Kwa hiyo maanake umepambana kutoka kwenye matunda mpaka sasa hizi umekuwa kwa vizuri, umetoka kwenye saluni kuajiliwa. hey. Kaja nikauza matunda. hey. matunda sehemu ambayo nilikuwa nauza wakaiuza ambapo uh -huh. nilikuwa naweka mbele, wakauza aliyekuja akakataa nisiweke. <laughs> <Yani, yani, laughs> yani sehemu unauza matunda wakauza matunda na sehemu <laughs> wakakataa <uza. laughs> waka kwamba nisiweke. uh -huh. nikaacha nikaingia Ilala kuanza mm. kuuza mtumba mm. mimi ukanikataa, mm. ulivyonikataa, mm. nilibaki na mtaji kama walaki mbili mm. ndo nikaanza kukopesha mpaka leo hii hapa. Okay mm. sawa kitu ambacho unawahasa labda madada ambao wanashindwa kujifar, madada wa kusikilizia, mm. madada ambao wanahisi uzuri wake ndio wanaweza katoboa, mm. unamuasa una, una nini, unamwambia nini? Cha kwanza ni kila yani, cha kwanza aangalie lifestyle ambayo anakuwa ameitaka Hmm, ameichagua hmm. Kwa mfano kama mimi nilisema kwamba nataka maisha mazuri hmm, maisha ambayo nikitaka kula kitu sio mpaka nimpigie boyfriend ndeo, ndo nile, au labda nataka kwenda kusuka sio mpaka nimpigie simu boyfriend ndo nikasuke. Hmm, kwao nikasema kwamba nipambane kwa hali na mali ili umsaidie boyfriend? No, afanye kila kitu na kwa baba yako tena wewe. Sio kwamba ndio unajua mwanamke kila kitu wewe, anaona wewe ushakuwa mzazi wake sana. Mtakuta wapembeni bwana nako na mambo mengine utayashindwa. Yani nilichoona wadada wengi wa sasa hivi wame wamefanya kama mahusiano kama ndio sehemu ya biashara. Ndio maana kuna wengine wakiambia kwamba mimi na wewe basi vilivo anavyoangusha pale kwa sababu hmm, atawaza kwa kama wangu ni kwa ukiwa demu wangu, mimi na wewe basi. Unaona, poa fresh tu. Aaa, yeah, wewe mbona unadharau sio? <laughs> kwamba ni dharau yeah, lakini mimi sikukufuata yeye ili unihudumie, hiyo inakuja ni baada yeah. Mimi nimekufuata yeye kutokana na mapenzi Deo. Mimi nimekufuata yeye kutokana na lugha ya, mapenzi yapo Gani? Ah, ah, ah, ah. Mungu dereva nataka, nataka kidogo tu kitu ambacho kama kitako kinafundisha utakizungumza, ukiona kifundishi utakibwaga. nataka watu wasichukulie poa. Safari yako ilikuwaje kuwaje mpaka unaingia zako Lindela Festa imu... hmm. ah, nivoenda Lindela yeah. mi bwana nilikataliwa mlangoni. hmm. eh, mi bwana nilikopo namna gani? hmm kuna miziki likopo namna gani? Tukang'oka, yeah. E, nilivyong'oka, yeah. Tukapelekwa hadi utuo tulikopo, yeah. Mtumbili, yeah. Utuo tukakaa pale kama miezi, baada ya kutoka jela, yeah. Kutoka na jela nimeenda trial, yeah. Miezi mitatu, yeah. Afu nikaja nikafungwa miezi mitatu ikawa sita, yeah. Tulivyotoka maglesheni wakaja, yeah. Maglesheni kuja, yeah. Wakatuchukua wakatupeleka kwenye vituo vyao vya maglesheni wenyewe pale tukakaa mtu mzima, Gabo, tukakaa pale, nikaja kupata TB mm. Ila sijui kama nina TB sema kichoni wakia kama mi nina TB, kutoka na mbavu zilikuwa zinani bana. Sasa e, baada ya kula mkate mzima, nikawa nakula mikate hadi mitatu, mwanangu asa kaa anashangaa. So, unajua kijerajera, ujue sometimes lazima uwe na appetite chakula kidogo, afu una hamu ya kula kweli. Ujue kwenta kupigapiga milango nini, pigapiga milango, polisi akaja akatusikiliza, tukaenda hospitali. Kwenda hospitali pale kiongozi mm. Ikabidi nichekiwe afya e, kuchekiwa afya kweli, alhamdulillah, mwana nimejaa maji kwenye mapafu yale, maji yanatolewa na pimo ndo anaonesha TB, namna gani e, kawa nazingatia. Sema mkuu wa kituo, baada ya kuja kugundua mimi na kama mle ndani afu naumwa TB na nimetolewa maji kwenye mapafu, akapijiza akasema sio kweli. Sawa sawa, eh huyu mtu kaja mzima, umeona anaumwa namna gani, kama mwezi kumzingatia mwachie Kuachia. Wale kuniachia liko pungumu kutoka na wao swala unileta pale. Ndio. Ikabidi wampigie yule pale migration au tuleta pale. Mm. Na so sisi tu tumewakuta wa Kongo, tunajua wa Nigeria, eh, mataifa ma kibao. Kweli bwana, kumpigia yule jamaa, yule jamaa alikuwa katoka jua Nazibagi ndo katoka Cape Town. Eh, tunajua zile kuja yule jamaa, kapijiza pijiza kapijiza pijiza sema mko akitoka sema kama unataka kumwachia wewe hapa mimi namwachia mimi. Sawa sawa. Kweli yule jamaa ajaja ujumko akitoka niachia yeye. Eh. Kuniachia kabidi mimi mwenyewe nirudi mtaani, najaniachia, hajaniachia pale pale, nakumbuka na kanipeleka Lindela. Lindela sema nimekataliwa kwa sababu ya kuwa mdogo. Sawa, na kipindi hicho mdogo kweli, si unajua zile. mm. mwanangu Gabo wewe. mm. kwa hiyo kuna maisha za mtaimu hapo nyenye nje, hujua nilikuwa naongea na wagwani South Africa eh. Yaani kuna maisha za mtaimu mwanangu Gabo. Mm. Mimi mimi sio yani, sio semeti, labda mimi nizungumzie sijui labda useme nini. Mimi nachozungumzia ndio kichonitokea, afu mimi yani, na mdogo wangu. Sawa. Mkubwa tu yani atakuoa na oa. Sunajua, okay. La vipi nikiongopa akinitoroka akienda? Sawa sawa. Ushaona mwanangu Gabo sao, sao, sao. kwa hiyo nimepata nafasi ya kuongea kwenye ambacho sehemu wananisikia yalokuwepo ni aseme deo, deo. na so kuwepo mimi si aseme si unajua zile sao, sao. kutoka na tani nilivyoingia nilipokelewa vizuri kweli sikatai mm. si unajua na mgeni kweli South Africa watu wanamsherekea sasa e, kibaya uibe tu kiiba vitu vya muuni unajua una kesi eh, unajua zile eh mwanangu, lakini tukisema da kuna maisha fulani eti ya migabo mimi sijaishi jela sijafanya hmm. vipi aso kweli eh, mimi kutoka na mimi natoka pa Bongo ujue jela sijui, sawa sawa. E, sema South Africa mi nimekaa jela, mi ni mtu mtu wa kukaa jela sana. Sauzanu wananijua mimi kutokana, wengi mablaza ndo wananijua mimi nimekaa sana jela kaka uongo zambi sawa, sawa. Na ndo maana sometimes nimeuli na disabilize hapa ndo tokana kuna maisha nimeyajua mule mule. Kwanza ukiamka asubuhi ka kitanda safi hapo, hujaoa la nini hiyo mm. jela ujue. <laughs> Eh, mafunzo eh, mafunzo bwana eh. Ukiamka Zanzibar wanaita mafunzo eh, umeona yani, ukiamka asubuhi uki kitandike huko kitanda chako afu ndo lala tena, ndio si unajua yani, ile asubuhi ukiamka unatandika kitanda chako ndo nalala tena, make sure ushakoga ushapiga mswaki kila kitu, si unajua zi sawa, sawa. Eh, maisha yale pale mwanangu Gaba asa ukaona semeti unasemeti sometime mi mimi mwambia mdogo wangu bwana, sasa mm-hmm. hivi nenda na templari akabaridi so kweli, so so ushaona so Gabo, kutokana mimi mwenyewe nimeenda na templari miaka ile na jasho limenitoka ki, ki, kikubwa ambacho mm. mii nafahamu na, na, na kikubwa ambacho najaribu kuambia, uh, jamaa zetu ndugu zetu na nini kwamba mimi nimejisacrifice lakini nimepata elimu moja mbili tatu, ndo elimu ambayo hii tunaisema hapa, yani mm. kama okay, sasa, sasa, sasa, sasa sikiliza sasa, mimi nilienda hivi, wewe inabidi uje hivi hivi, hey, hey. usifanye iwe hivi, ili madi sikutokee vile vitu ambavyo mimi ni Zai, Ujio, hey. hata kama chambo, unajua hata kama nchi inajengwa ina, mm ina maana itabomolewa nyumba ya mzee Msumi yeah. Itabomolewa nyumba yangu imadi, yeah. yeah. yeah. Baba au sio bana? Kwa hiyo na kesho, kesho kuna mimi nitakupa wewe misondo. Sikiliza, nyumba usijenge hapa, tabomoa ndio, yeah. Shabomoa. Ushaelewa vizuri bwana yaa, kwamba sio, unakuwa unatulia tu, amwacha jenge, yule mwacha jenge kitamkuta kitu, mm. So kweli au sio? Kwa sababu yeah. tupo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wenzetu wanafanikiwa kwa namna moja au nyingine, hatupo kwa ajili ya kubomoa, kwa ajili ya kubomoa. Na kitu kingine ambacho mimi nakiona ni kwamba Uh, roho nzuri na kitu cha neema ni kumwambia mtu ukweli ukweli, mm. au kumwambia mtu mema, yani unamwambia mtu mema, unamwambia sababu, roho ukishakuwa una roho mbaya, maana yake ile iliyo mbaya inaanza wewe mwenyewe, matatizo yanarudi kwako wewe mwenyewe, ushasikia. Okay, mimi katika vitu ambavyo vishaje kunitokea <tiple> na namshukuru Mwenyezi Mungu, au sio bwana, mtu anaweza kuwa anaweza kuwa na <tiple> Mbona, kama imetokea mambo makubwa sana, lakini katika kupambana katika kupambana hmm. ndo maana mimi imekutokea, ndio maana kuta, unajua maisha mengi unajua maisha mengi, ingawa unajua maisha yetu ajanda uweze kwa unao unazungumza hmm, ila mwisho wa siku lazima tufikie hatua tuwezekana tu, na watu bwana, sikiliza, ni kwambie mdogo wangu, utafeli, ndo hayo unao sema Mungu, hey. dereva kwamba mtu anapima china, kuna watu wanapaa anakata hey, anakata afu hajafika hajafika, oya, mimi ndio nimeweka labda laki nane milioni mbili anakataa sababu najui najui, yeah, umenyelea yeah, vizuri kwa hiyoisho kitu ambacho nakiona na kitu ambacho kipo ni kwamba mtu kujifunza kujitoa ndio kunafanya vijana wengi sana wanafanikiwa, mm -hmm. Lakini ile kukaa ka ndani kufanyaje fanyaje, kufanyaje. Kwa dogo mmoja, kuna mshikaji anaongea ongea sana, toka magetuni toka magetuni an, anaongea ongea mshikaji. Yupo, yuko, yuko mnilugui. ah si hey, yupo yuko yuko ndio mwenye rogoi, mimi ndo balozi wake hapa Bongo, ah chemakeke yeah. <laughs> Hey, mwendo balozi wake mkali wangu. <laughs> Yule mnyama yule, mimi namsikilizaga yeah. Meme zake toka hey. Magetoni, ngozi ya mbupu, sio na luka luka, naenda mambo ya yeah, kiburanzi toka Magetoni kifikra, hey, kiakili kikila kitu ili uweze kusaidia watu moja mbili hey, tatu Maisha Usa ya kweli. Ushana ni chama keke sasa ukimwangalia shura. Anakuambia uende USA. Eh. Anakuambia toka Magetoni. Yaani kwamba hapa Bongo unaweza ukaleta ubishi ndo alivyosema da sister hapa. Mm. Kwamba yani wewe ukisema ni mwangalia shura ulipata na mimi nani sijui nani. Oya kwenye oya wanaume yani kinacha lali atogope kunuka jasho akata kutafuta pesa marashi. Sure. Si so, unajua wazi. Sure, eh. Yeah. Yaani sometimes akiuni ukisema eti Aisha sijui nani. Aisha si ndio unaenda kumnunulia chips baadaye ukibisha namna gani? Sawa sawa. Hajatoka. <laughs> Kwa shamba baba bwana <laughs> <Kajandi ya. laughs> e, bueno, Fresh, uh, mimi nashukuru sana. Huyu hapa ni mbuji na mchititi wa lugha ushina adhimu ya Kiswahili, kama una maneno mawili matatu ya kuweza kuambia wanao ruksa kuambiwa nao, na dada naye kama utakuwa na maneno mawili matatu ya kuambiwa nao waambie, kabla sijafunga kipindi changu eh. Hey, bwana, mimi kwanza, yeah. nangoma, meache, ujube, blase, agabu, asafi, mi na ngoma yangu eh, na ngoma nimeacha, ujue brother Gabu, sasa hivi mimi naimba na wapiga huku na huku sawa, yani akiinama fimbo akiinuka fimbo mpaka <laughs> atoke vinunu <laughs> eh. Hey, mwanangu na ngoma langu linaitwa Asante sana YouTube. Sasa ile ngoma umejaribu video, mimi niwe niwe niwe <laughs> king nani, yani video mzima, mchongo mzima mimi nakumalizia wewe <laughs> yani mchongo mzima ndo nimekuja kukukabidhi wewe hapa hapa. Hey, au sio bwana ule mwanamke anakuwa video, video, queen. Video queen. Mwanaume anakuwa nani? Mwanaume mtakuwa mwenyewe video king. <laughs> <laughs>

ngoma yangu nataka nishuti, yeah. mi niko hapa mwanangu, ndashuti mpaka lishutike goma. Najua kwa zulu sasa, kule si ndo nani ah, mwanangu eh, kule ka mi naweka video ewani. Baridi. Eh, dada unasemaje? Uh, mimi kwanza ningependa kuwashauri wa, wa haswa wa dada mm.

Mimi kama ningesema niangalie kama vipi, sijui kama ni kweli au ni uongo, lakini kutokana mba yao, mm -hmm. na watu wanapokuwa wanaambia kwamba ah wewe ni mzuri au kalikwenda kaudi, ningesema kwamba nitembee na hicho kitu kichwani mwangu mpaka mm -hmm. leo hii mimi sizani kama ningekuwa niko hapa nilipo. mm -hmm. ni sijafika kwenye miaka thelathini. mm -hmm. lakini pia na mtoto. mm -hmm. na Mungu amenijalia, namsomesha shule ambayo ni nzuri, okay. shule ambayo sikusoma mimi, kwa ili jimbo lina mwenyewe au lipo wazi Sema ukweli dada. Ila mwenyewe. Basi tumwachie mwenye endelee. Ila mwenyewe watoke, wasipende vitu vya mtelezo, wafanye kazi asiangalia kwa sababu huwezi ukasema kwamba unataka kufungua duka, hmm, wakati hata Ilala hupajui. Unaanza kwanza kwenda Ilala, una point nguo unauza online magetonioa magetoni, amka asubuhi saa kumi na mbili, kaka huu umezaliwa mtu kazaliwa za kela, tuseme labda keko kasoma kekokaa keko. Keko. Keko. Keko yani wen Mwanangu eh, sasa sikiliza, nataka niende zangu Magomeni. Magomeni gani? Wapi? Mtu aelewi, alafu nasema umerogwa, eh bwana huyu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hapa ni mbuji na mshititi wa lugha ushina adhimu ya Kiswahili leo. Mimi nimefurahi sana sana sana sana, na kitu ambacho naweza nikwambia nenda pale YouTube utakutana na, na ngoma ya mwanangu. Asante sana, inasema <laughs> vipi Asante sana ngoma, yeah, yeah, ambayo inapendwa na na na, na kina okay, mama wengi sana wanaipenda uh, pia Sali. Yeah, na vijana yeah. Vijana wanapenda na msemo ume trend pia, mwenye haki apewe, mnyonge mnyongeni, lakini haki ya yake mpeni. Umetisha sana mzee, asante sana, huyu hapa yeah. Ni mbuji na mshtiti wa lugha au shina udhimi kwa Gabo mwanangu wa Zigamba. Mimi bwana sendi mbali sana na kuachiana na meme la mjomba, asante sana, nasema mamba na kiboko, nani kiboko kama wewe, kiboko njoo <laughs> mpaka wiki ijayo, asante asante.